Simba Spoti kama kawaida yetu, stini pale papo ikijaa, mtu anatulia. Tunamwoa mwalabu vizuri tu, nikumzomea mwisho mwanzo. Tiketi ziishe tiketi ziishe kabisa, yeah. Eh, wakigusa mpira wao ni kuwazomea, wakigusa ni kuwazomea. Uh, sasa hivi wakirudi, viongozi wa benchi ya fundi zote wakae na wachezaji mmoja mmoja, nini wanatakiwa kufanya. Mmoja ukifika pale ndani Ukiona umebanwa mpe nafasi kwa mwenzako afanye jambo, kwa sababu si tunataka timu ishinde? yes, bwana mtazamaji wa SFTV yeah, tuko Bagamoyo bado kuendelea kuzungumza na wadau wa mpira na kubwa zaidi ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi, Simba ambao, e, siku ya jana walicheza mchezo pale nchini Misri e, na kutoka vichwa chini kwa bali kipigo cha mabao mawili kwa sifuri lakini mchezo haujamalizika, e, kwani yeah, mchezo wa mkondo wa pili utapigwa pale katika dimba la Benjamin Mkapa siku ya tarehe tisa mwezi huu, huu Simba, Simba ni eh, nimepoa kidogo, nimestuka lakini sio sana. Nina imani timu yangu awamu nyingine itafanya vizuri. Matokeo eh, eh, ya jana kidogo yamesituka kwa sababu imani yetu kwa tukende kuu tupate ta suluhu lakini mpira ni mpira, tuvenda kule tukapoteza, tuka lakini, bali mimi nina imani Simba anaweza akafanya m... nani Benjamin Mkapa akapata matokeo, imani hiyo ninayo. Yaani jana nahisi ni matokeo ya mpira, lakini Simba uh, haikucheza vibaya. Ndio maana unaona kipindi cha kwanza wale jamaa walituzidi position kidogo. Lakini kipindi cha pili Simba alicheza position hadi mpira unaisha, tulikuwa tuna hamsini na tisa. Kwa maana tulikuwa tuna uwezo mkubwa wa kucheza. Lakini sasa shida ni kwamba kutumia nafasi kule mbele. Unaona, nafasi ikawa tunaingia mle ndani, nafasi zikawa hazitumiki. Sasa sijui labda tulikuwa tuna shabda mwalimu atakaporudi tena aongee na wachezaji jinsi gani ya kumalizia na kutumia nafasi za mwisho. Lakini Simba haikucheza vibaya, amecheza vizuri sana, tena kwa kujiamini, kama vitu tuko nyumbani tulicheza yeah, kama tuko nyumbani. Lakini sasa mpira ndio una matokeo ya, ya kushangaza wakati mwingine hatukuamini e, ya, yani, kwangu mimi niliamini Simba Sport leo kama hajapata goli moja tunasuru na hicho ndio ndiye nilikuwa nin, ninataka iwe hivyo kama mshabiki yeah. E, lakini tofauti na kupoteza, kitu gani ambacho umekiona uwanjani siku ya jana? Yaani, kinachonipa imani jinsi walivyocheza, hasa kipindi cha pili. Tulicheza kwa uwezo mkubwa, kujiamini, maana kila mpira uko kidondoka pale mchezaji wa Simba yupo. isho knipa imani na ndio maana nikaona kwamba tendo lile la kujiamini, tulikuwa tunataka kushambulia kule, ndio tuliwapa nafasi ya jamaa ku, ya, ya, ya kama kama hakuwa upande wetu hasa ile penalty yetu ambayo ilichezewa nani mchezaji, yeah. wetu la Ateba. Ile mimi naamini penalty mimi mshabiki nasungumzia mimi, yeah. Eh, na, mimi ilikuwa penalty ya wazi kwa sababu mpira mimi nimeuona lakini lefali ka, akasema kama kwanza hakutoa hata nafasi kwenda kuangalia kwenye viala kama lefali lazima uulizishe kila upande, na lalamikiwa kweli. Eh, sasa eh, nalalamikiwa lakini vizuri basi hasa ufike pale uone kama hata sisi tuje tulizike. lakini sasa wewe unalalamikiwa wewe unanyamaza tu, hutoi nafasi kwa kwa klabu unalalamikiwa kuangalia, inakuwa changamoto kwa sababu lazima uwe kama lefali lazima uwe fair. lakini sasa naona Waarabu walivyolalamika kuhusu ile nani? eh alikubali kusikiliza kuwasikiliza na wakaenda kwenye viala kunini? kuwasikiliza hivi wanasemaje? Sasa ndo shida yetu, tuseme Afrika sijui marefa, lakini hatujui, lakini ukweli ni kwamba jana, kwa imani yangu, nilikuwa najua Simba ile penalti kama tunge, tungepata ile, ingetupa nafasi kubwa zaidi ya kunadi pale kuna isu, ameonewa au kuna haki au hili. Kwa upande wangu mimi kama nililiona wachezaji wetu wanakuwa wana... yani si kama wanaogopa. Wakati mwingine haki lazima uilazimishe tu, tunaomba lakini kitu alimfikia Ateba kwenye mguu wake kwa maana ni penati ya wazi, lakini yeye hakutaka kufanya hivyo. Na hilo mara nyingi hata tulivyocheza na kule wapi Afrika Kusini kutokea lile goli, hilo goli lilikuwa eh, lile goli lilikuwa offside, lakini alivyo mchezaji wetu alivyojaribu kunini, kujaribu kumwambia refali aligoma, hata kanuni, alivyoenda kwa kanuni, kanuni alivyokuwepo, alivyojaribu kwenda kumfuata, alimtishia, akampa kadi ya njano. Kwa hiyo kuna changamoto, marafiki wetu wa Afrika sijui wana changamoto gani eh, hey, yani etu mgeni upewe sana nafasi kwa haki zako, anapewa mwenyeji, ndio shida ilikuwa. Mimi nina imani ni hapo kwamba pale kitu kitafanyika, kwa sababu Simba mimi nawaamini. Tumewahi kufungwa huko na kaiza nne huko, na tukafia kwa Mkapa tukawapiga tatu, na baada na mpira kama ungeendelea kidogo, na sisi tungemaliza, wangetoka wao. Simba mimi, miangu, na timu yangu huwa ninaiamini sina ufuna. ikiwa nyumbani kwa Mkapa mimi naiamini sana. Eh, tunavuka na kauli mbiu ya mediali ya safari, japokuwa sio nani aliyesema, ni kauli mbiu ya, ya, ya mechi hii tunavuka. Nina imani tunavuka, sisi ni Simba Sports Club kimataifa, tunaga mchezo sana, hatuna ha, mchezo, tuna mipango ya kueleweka ah, eh wmbwaenya wachezaji wachezaji, mimi niliona ambao walifanya vizuri, maihuzulia kwamba ana uwezo wa kupush na kuingia pale ndani. Mpazo mimi alinifresha sana, alikuwa anaingia, ila shida ikawa nafasi zile za mwisho pale zinakuwa zinapotea, lakini alikuwa anaingia na anapiga Kapombe naye niliona akula, hakufunga, lakini alikuwa lazimisha kuingia hata kija kwa, kwa, kwa, kwa Mkapa. Wakicheza mpira wa chini, watu nawaangusha vibaya, ukipiga ukitumia sana kupiga kosi za juu wale jamaa ni warefu, kwa maana hiyo watakuwa wanatoa tu mipira nje. Kwa hiyo Simba anatakiwa abadilike, piga mpira wetu wa chini, wale tuna vizuri tu tunawapata, wale tunawafunga. Kuelekea mchezo ujao, unaambia nini na Simba, hii ni mechi ya maamuzi. Mimi nawaambia cha kufanya, mashabiki wao pamoja na vishabiki vyao ni vile ni vipo ni vidogo, yani kama ni, uwanja ule, lakini hawakuja. Lakini Simba Sport kama kawaida yetu 60 pale papo ikijaa, mtu anatulia. Tunamuwa Mwalabu vizuri tu. Ni kumzomea mwisho mwanzo. Tiketi ziishe. Tiketi ziishe. Kabisa. Yeah. Eh, wakigusa mpira wao ni kuwazomea. Wakigusa ni kuwazomea. Mwenye wanatulia, watapata hasira, nusitu tunapata penati hapo, hapo, chiali, tunafanya shughuli. Maana wale wakuwazomea sana, huo wana wa, wa, wa hasira, hasa hizi za Kiarabu. Ukimzomea sana, anachanganyikiwa hata kucheza mpira, anacheza kwa hasira. Ndo sisi tunataka hizo hasira zao tuzitumia. Ah, mm-hmm. Ni mapema sana. Lakini, mashabiki wana tabia kwenda uwanjani kuangalia mpira sio kushangilia. Aa, unajua hilo tatizo sio la Simba Sports peke yake. Washabiki wetu wa, wa Tanzania kwa asili hupenda sana matokeo. Timu ikianza kufungwa unakuta wanasinya. Lakini wana, lakini tunatakiwa tujifunze hizo nchi zilizoendelea. Kwa sababu wenzetu hushangilia mwanzo hadi mwisho bila kujali amefungwa au hajafungwa. Wenyewe hushangilia tu. Na sisi tubadilike. Lakini nina imani kwa sababu mpira wetu miaka hii ndio umeanza kuwa mzuri. Tunavyoenda na watoto tokao kuja watajifunza jinsi ya kushangilia timu mwanzo mwisho. Benchi la ufundi na viongozi kwa maana ya utawala, mm -hmm, wana nini cha kufanya ama cha kuambia wachezaji eh, na benchi la ufundi kwa ujumla kuelekea mchezo huu, unatamani kitu gani wahakikishie wachezaji? Mimi e, nilikuwa na shauri kwamba sasa hivo wakirudi viongozi wa, amba, wa benchi ya fundi zote wakae na wachezaji mmoja mmoja, nini wanatakiwa kufanya mmoja ukifika pale ndani, ukiona umebanwa, mpe nafasi mwenzako afanye jambo, kwa sababu si tunataka timu ishinde timu, tunataka matokeo. Kwa hiyo akiingia mle ndani, akiona hapa mwenzako amekaa kwa nafasi, hebu mpe mwenzako amalizie pale, si tunataka matokeo. Kwa hiyo akiongea msijaji mmoja mmoja na nani, kwa ni vizuri wakati mwingine hata mchezaji ukimwambia ukweli, kama inawezekana kwamba siku ile mechi ulicheza vizuri, lakini kuna kitu ulikosea, ulitakiwa uwe hivi. E, tumpe mwalimu kazi hiyo, naye mwalimu aseme. Kwa mfano aseme mchezaji fulani, ulicheza vizuri, lakini kuna kitu unachelewa kutoa pasi kwa wenzako, kwa sababu wakati mwingine ukoambiwa ni vizuri anakupa unajifunza e, vizuri uambiwe ili ujifunze. Asante kwa, kwa hiyo makosa yako unajirekebisha e. Mimi mimi naitwa Dorofina e. sana ni sana yani, kabisa Simba ikifanya vibaya huwa yani ni apateti ya kula inapotea uh, sana. Asante. <laughs>